Kwa jina naitwa Bwandu Ndaje katibu wa chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Katavi. mm. tumekutana na changamoto nyingi sana hususan katika suala zima la chaguzi zilizopita kuanzia uchaguzi wa mwaka elfu mbili kumi na tisa, elfu mbili na ishirini na hata elfu mbili na ishirini na nne. Eh, tumekutana na changamoto zipi? Asilimia kubwa ya Chama cha Mapinduzi wamekuwa, uchaguzi wetu umekuwa ni kama vile si uchaguzi, umekuwa ni teuzi na hili limejidhihirisha hata chaguzi ya mwaka jana, kumekuwa kuna mambo mengi sana, na hii imesababisha kwamba sisi vyama vingine vya kisiasa tumekuwa inatupunguzia kuaminika chama mbele ya umma, lakini pia inapunguza kuungwa mkono na wananchi, inapunguza jitihada za chama kujiandaa na mapambano kuzuia hujuma za CCM lakini pia unaona kabisa kwamba uchaguzi umekuwa ni tatizo. Tumeanza vikao tokea ngazi ya chini kabisa, yaani nikiwa na maana kuanzia tawi, kata na majimbo. Kwa nini tumefanya hivyo? Watu waliokuwa wengi wamempoteza imani kabisa chama chetu. Baada ya uchaguzi, kuna baadhi ya sehemu chama chetu watu walipata ushindi kabisa wazi wazi, tulipokona kama tulivyosema chama dola kinasaidiwa na vyombo vya dola kwa saidi ya hao. Sasa hili kwetu tumekuwa tatizo. Kwa hiyo lazima tuwarudishe wananchi kwenye imani. Kwa mfano, nakupa mfano mtu anagombea kwenye kiti cha mtaa. Anakombea anagombea kwenye kiti cha kijiji. Anaingia kwenye chaguzi. Anatumia gharama zake. Mambo mbali mbali. Akiamini kwamba nguvu alionao kuanzia kwa wananchi, kwa nguvu alionao kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa wadau wake wa kisiasa. Anaamini anashinda. Na anaenda kwenye sanduku cha kusikitisha cha kusikitisha. Mm, ukiona kwamba mgombea wenu amepata kura mia mbili kura mia mbili kwenye sanduku na anakuwa kabisa, wenzake watu wameanza kushangilia, anajua ushindi umepatikana. Halafu baada ya watu ku, ku, kuingia tu kwenye maofisi yao ya watendaji, kinachokuja kutokea baada chache, mba, tangu, huwe huwe, miambili, miambili lakini, ya dakika chache, mgombea sio anashinda kura mia mbili na tano kwamba mia mbili na tano ndio huyo ameshinda, huyo abaki na kura mia mbili huyo mia mbili na tano lakini mambo yanafanyika pale, hata mgombea mwenyewe anapesa, lakini nafikiri na hivi yenyewe vihitaji atakumsikia Mmeona kamata kamata wagombea wa upinzani . Mmeona watu wanapopigwa wagombea wa upinzani, lakini nje hapo tunasimamisha wagombea wa kutosha, lakini kwenye suala zima la uteuzi wanainguliwa karibia wote. Wote wanainguliwa na kwa hoja za hovyo kabisa. Sasa, kutokana na hili imetulazimu tufanye vikao kuanzia ngazi ya tawi kuja kata mpaka jimbo kuwarudishia wananchi wetu imani, ili ikiwezekana tuweze kushiriki wawe, tuweze kupata wagombea wa kutosha katika swala la udiwani, katika suala la ubunge na hata urais. Ndio maana unaona tunarudi chini sana kuendesha vikao. Asante sana. Uh, umesema kwamba kuna maeneo ambayo mlikuwa mnashinda lakini mnapokonywa, mna, mna ule ushindi. nini ambacho kinakuthibitishia kwamba kweli ni kwa mnashinda shi, mna ili hali mshindi um, anatangazwa kutoka chama kingine? Aha, exactly kama nimechokwambia wananchi wetu kwanza, wamekuwa ni waoga mno, na naweza nikakutolea mifano mingi. Wananchi wetu ni waoga, wakiona uniform za polisi wanatawanyika, wakiona magari ya polisi wanajua kipigo kimefika kwa hiyo hata kama mna wakala anayelinda kura anafanyaje? Naye anakimbia, wao wanabaki wanafanya maamuzi yao. Leo nawatangazia wananchi wa mkoa wa Katavi, nikiwa namaanisha majimbo matano, sisi tuna tumeshaingia kwenye mchakato. Sisi tumeshaanza mchakato na mchakato wetu upo kama ifuatavyo, ni kwamba kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi na nne mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano, mwezi huu unaokuja wa wanne, wagombea wa nafasi ya udiwani na udiwani wa viti maalum watachukua fomu na kurejesha fomu kwa makatibu kata au matawi walionayo. Tarehe moja mpaka tarehe kumi Aprili 2025, wagombea wa nafasi ya ubunge ubunge wa viti maalum watachukua fomu na haya hawa wabunge watakwenda kuchukua kwenye ofisi ya majimbo fomu zao, wa watachukuliwa kwenye ofisi za nini hmm, za majimbo hiyo. Hmm, hapo tutakuwa tumemaliza mchakato wa kuchukua na kurudisha fomu kwa ngazi ya chama. Hmm, sisi zoezi yetu na mwezi wa nne sasa kuanzia tarehe kumi na mbili mpaka tarehe kumi na saba Aprili ishirini ishirini na tano, yani mwezi huo wa nne unaokuja, wagombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar inaezekana na hapa kwetu kukawa kuna Mzanzibari anaishi yeah, naye akawa anataka uraisi na uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuchukua na kurejesha fomu kuomba kuteuliwa ndani ya chama. Hii fomu yake yeye atakwenda kuichukulia Dar es Salaam, makao makuu ya chama kwa katibu mkuu, mwisho kabisa tarehe kumi na sita mpaka tarehe thelathini na moja mwezi wa tano mikutano mikuu ya majimbo kwa ajili ya kura za maoni kwa wagombea wa ubunge wa, na ubunge wa viti maalum wa Tanzania bara vitafanyika. Hususan kwa sisi majimbo yote matano, zoezi letu itakuwa kati ya tarehe kumi na sita mpaka tarehe 31 moja kwayo, ni viongozi wa majimbo wao watajua wanafanya ndani ya hizi tarehe, ili ni kuweza kumpata mgombea wetu wa ubunge. Kwa majina anaitwa Veronica John Kiseo ni mm. mhasibu mkoa wa Katavi ACT Wazalendo, lakini nimefika hapa kumwakilisha katibu ngome ya wanawake mkoa. Nimefika hapa kwa ajili ya kuongea na wanawake, nimekuja hapa kuwakilisha katibu ngome ya kina mama mkoa, kuwaomba kuwatangazia wanawake ata, atakayekuwa yuko ridhaa, atakayekuwa yupo tayari kutia nia, tunamkaribisha kuanzia sasa hivi, ofisi zetu ziko wazi. Tunawaomba wanawake wajitahidi, wajitokeze kwa wingi, wasiwe na hofu, waje wachukue fomu kwa ajili ya kugombea kugombea nafasi ya udiwani pamoja na ubunge. mm. Tunawakaribisha sana na ndio maana nimekuja mimi hapa ili wasiwe na hofu mm. Wanawake wengi sana huwa wanaogopa, lakini no. Nawaomba sana wasiogope, na kwa sababu hata sisi wenyewe ndani ya uongozi tupo, ni wakina mama mm. Kiongozi wetu wa chama pia ni mwanamke mm. Yeye anaitwa Dorothy Sem. okay. Kwa hiyo tunawaomba wasiwe na hofu, tunafungua ofisi yetu kwa ajili yao kwa asilimia ya kubwa tu wajitokeze, mm. Ndio sababu ya kufika mimi hasa, lengo kubwa hasa ni kuwapa nguvu na kuwaondoa hofu na kuweka hamasa, wanawake wajitokeze. Ili uwe wakuanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.